Mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba isipokuwa kwa kupitia kwangu. Nakwambia, msikieni yeye leo. Hakuna njia ingine, hakuna njia ingine. Umetafuta leo, kunaendelea kutafuta, bado kunatafuta furaha inayodumu, kunatafuta uzima wa milele Unatafuta kuja kwa Mungu, umefunza njia ngapi? Wafuata hekima ya wanasayansi, wafuata hekima ya wanaikonomiki, unafuata hekima ya wanapolitiki, unafuata hekima ya walimu wa uongo. Nimekufikisha wapi? Wapi amani moyoni mwako? Wapi utulivu moyoni mwako? Wapi, iko wapi? Mwana anasema njiani, yeye msikieni yeye